Wahalifu, anzeni kutafuta shughuli nyingine halali ya kufanya. Sisi hatupuuzi uhalifu hata kidogo. Tunashughulika na mhalifu kuanzia kiwango cha chini, kumdhibiti kabla hajahama kwenda katika kiwango cha juu, kwa sababu akifika kule juu kabisa kule atasumbua watu sana. Kwa hiyo uhalifu, tunatakiwa tuushughulikie katika mizizi yake, tukate mizizi ya uhalifu kila wakati. Na jambo linalogusa usalama wa watu na mali zao liwe ni jambo linalopewa kipaumbele na liwe ni jambo linalofanywa kazi mara kwa mara. Muwe na vikao vya mara kwa mara vinavyohusu usalama wa watu na mali zao. Tutaanza operation, na kuna wengine wana uzoefu wa mambo ya ulinzi, wengine wametoka maeneo mbalimbali hapa, wanaweza wakatupa uzoefu wa maeneo ambayo wamefanyaje wametoka sio lazima Rwanima anaweza kuwa alikuwa Kishiri alikuwa Mirongo alikuwa Buhongwa alikuwa Mkorani, Butimba, alikuwa Butimba anafanya shughuli za ulinzi shirikishi, ule uzoefu wake akauleta hapa. Kama hapa vikundi vipo na vimekufa, vinatakiwa vifanyeje? Viuishe mtendaji, mitaa yote kata ya Rwanima vikundi vya ulinzi shirikishi virudi viuishwe, vichaguliwe upya kwa sababu anasema vimekufa, ni vya muda mrefu vichaguliwe upya na vichaguliwe na wananchi, viwe chini ya wenye viti, watachagua kamati, wenye viti watavisimamia, mkaguzi kata atavisimamia, na mimi mwenyewe kama usdi tafanyaje, tavisimamia na nitakuja kuvikagua na tutakuja kuvifundisha jinsi gani ya kufanya nini ulinzi. Mm, kupitia mkutano huu wa RPC pamoja na OCD, sisi kama mtaa wa Mwalukila tumepokea maelekezo yote na tutaenda kuyafanyia kazi. Na maelekezo ambayo tumeyapokea ni yale, tutaenda kuanzisha kamati za ulinzi shirikishi, tuweze kusaidiana katika kulinda amani au kulinda ulinzi na usalama katika eneo letu. Lakini kwa kutokana na mkutano huu, tutajitahidi kwa hali na mali tuweze kuvunja kuvunja hii cheni na kuweze kuwa na amani katika huu mtaa. Maelekezo ya mheshimiwa la PC, ya kweli tumeyapokea. Ushauri wangu ni kwamba kila mwananchi kila mwananchi ajitahidi kuwa ni mlinzi katika mtaa. Lazima wananchi wawe na ushirikiano wa kuweza kutoa taarifa kituo cha polisi, pindi watakapoona jambo limejitokeza lenye viashiria vya, vya uharibifu.